Huduma ya Afya. Kuna aina tofauti ya huduma za afya nchini Amerikani. Video hii inaelezea utofauti wa huduma hizi: huduma ya msingi, huduma ya dharura, na chumba cha dharura. Kliniki ya huduma ya msingi ni mahali ambapo daktari anakutibu kwa huduma yako ya afya ya kawaida. Unaweza kuitisha kumwona daktari anayewahudumia watoto watu wazima, wanawake, au wazee, na anapaswa kuwa mtu unayemwamini na unayemfurahia. Daktari wako atakusaidia kusimamia huduma yako ya afya kwa ujumla na pimo ya kila mwaka. Utamwendea ukiwa mgonjwa, kwa vipimo na chanjo, au wakati unahitaji kuona aina maalum ya daktari. Ikiwa unaumwa na si ugonjwa wa dharura, Piga simu kwenye kliniki yako ya huduma ya msingi ili kupanga miadi. Sema lugha unayoizungumza ikiwa unahitaji mkalimani. Ikiwa kliniki yako imefungwa, inaweza kutoa nambari ya simu ya matibabu ya baada ya saa za kazi. Huduma ya dharura ni ya wakati kliniki yako ya huduma ya msingi haina miadi yoyote inayopatikana na una mahangaiko ya dharura ambayo hayaleti hatari kwa maisha, kama vile kifundo cha mguu kilichopinda, maambukizi ya sikio, au kidonda kilichoambukizwa. Kliniki nyingi za huduma ya dharura ziko wazi hadi usiku sana, na kuweka miadi huenda isihitajike. Hata hivyo, unaweza kulazimika kusubiri kwenye mstari. Chumba cha dharura, au ER, ni kwa huduma ya haraka au ya kuokoa maisha, kama vile maumivu ya kifua matatizo ya kupumua, homa kali kwa watoto wachanga, au majeraha makubwa kama vile mifupa iliyovunjika au michubuko inayohitaji kushonwa. Huna haja ya miadi ili kupokea huduma katika ER, ingawa unaweza kuhitaji kusubiri kwenye mstari, nao watatoa huduma kwa dharura hata kama huwezi kulipa. Kwa dharura zinazohatarisha maisha, Piga simu 911 kwa usaidizi wa haraka wa gari la wagonjwa. Kumbuka, muulize daktari wako kuhusu huduma bora za dharura na ER katika eneo lako na mahali pa kwenda kwa huduma ya watoto. Fanya ufuatiliaji na daktari wako ikiwa unazuru huduma ya dharura au ER. Kwa kawaida utaulizwa kuhusu bima katika vituo hivi vya afya. Ikiwa huna bima, ulizia kuhusu chaguo za malipo au uende kituo cha afya cha jamii ili kupokea huduma iliyopunguzwa bei. Kuna chaguo nyingi za huduma ya afya nchini Marekani. Chagua kituo cha afya ambacho ni bora kwako wakati unatafuta matibabu.